Karibu Tuzo Online. kujiandaa na, na mkutano unaofuata na sasa sisi kama wanasimba, tunaelekeza nguvu zetu dua na sala zetu kwenye mechi ambayo iko jioni ya leo saa moja. Si wale wanachama ambao wanazungumzia kama hatua hii ilofanyika leo ni kama kujumiliana. Kwa hionazungumzajikali Focus yetu hivi sasa ni mechi yetu. Eh, yani kwa kweli kuhusu mkutano hata tukifanya interview mpaka kesho bila kama hii bado nitakwambia tunaelekeza nguvu zetu kwenye mechi. matarajio ya mkutano wa leo, matarajio yake ni yapi? na mikutano yote ni mkutano wa kawaida wa mwaka yes, ambao umefuata ume eh, taratibu zote na ajenda zote ainishwa, zimejadiliwa na mkutano umemalizika salama, na namshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa maisha mengine ya Simba yanaendelea wapo ambao kwa wanaonyesha kwamba hawajaridhika akiamini kwamba hawajakuwa kwa nafasi ya kupitisha yale ambayo yamefikishwa kieleoiicakuwambia mimi chakuwaambia kwa sasa, uh, tuwekeze nguvu timu yetu ipate ushindi kileo dhidi hmm, ya Stade Malien, mechi ngumu kwa kwelikweli ya mechi ngumu ngumu sana sana sana. Uh, Stade Malien nyumbani kwao ni mpinzani mgumu, hata nje ya nyumbani kwao anabaki kuwa ni mpinzani. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa ni mgumu zaidi. Kwa hiyo jioni ya leo, kusema kweli, tuna kipengele kigumu kweli kweli, lakini lazima lazima tupambane, tukivuke. Tunashukuru matokeo eh, ya jana ya Esperance na na, na, na, na Petro, sare ya bao moja moja imekuwa na faida sana kwetu. Ee, inatuongezea chachu na sisi ya kupambana zaidi hmm, ya kwenda kupata kitu katika mchezo wa e, leo kwa hiyo ndio maana unaona akili zetu, fikra zetu tumezielekeza katika mchezo huu, kwa sababu tunaamini e, tukipata ushindi katika mchezo huu tunatoka nafasi ya nne na kusogea mpaka nafasi ya pili, kwa hiyo unaweza ukaona jioni ya leo e, tuna tuna, tuna, tuna tuna tunakwenda kutafuta kitu bora kweli kweli ambacho ni kuipeleka Simba katika nafasi ya nne, nafasi ya pili ya, ya kundi letu. Kwa hiyo ni hatua muhimu na ndio maana tumewekeza nguvu zote kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo. Nilikuwa nasoma comment kwenye YouTube channel ya Simba. Uh, wengi wamekuona pale nyuma, wanasema msemaji mfia timu hayupo uh, pia kule kama vile watu wameingia na ubaridi hivi. Watu wa timu tuko wengi, ama wako wengi ndani ya Simba Sports Club ssla kwa hiyo eh, hili hapa Dar es Salaam lilikuwa ni jukumu muhimu kwa Simba na kule Bamako Mali ni jukumu muhimu la Simba. Kwa hiyo ni, ni, ni mwendo wa kujigawa tu ili kutimiza majukumu yote muhimu ya Simba Sports Club. Baada ya maazimio ya mkutano huo leo, unaamini Simba mpya imara inakwenda kuzaliwa? Bila shaka, bila shaka, bila shaka, mambo sasa yanakwenda kuwa bambam kwa sababu ukiangalia hotuba aliyoitoa naibu waziri E, ukiangalia hotuba ya mwenyekiti wa klabu ambayo ndani yake ime, ime, ime, imesimenti mambo ya msingi kabisa ikiwemo ya kwamba hatuna nia ya kumdhuru mtu. Kwa hiyo imezima e, maneno maneno yote ambayo watu walikuwa wakiazua na kujipanikisha huko nje. Kwa hiyo Simba imara, Simba bora sana e, ukizingatia na mabadiliko ambayo yanakwenda kufanywa ya, ya, ya katiba tunakwenda kuwa na Simba ya kisasa kweli kweli. Msemaji, katika hatua za awali Simba ilionekana kubebwa zaidi na matokeo ya uh, uh, ya Benjamin ugeni, ukiachia mbali Benjamin Mkapa ambao imetoa sare, unafikiri inaweza ikawa ni silaha kubwa kuelekea mechi ya leo, hasa ni kutoka ugeni? Yeah, msimu huu tumekuwa na matokeo mazuri sana away kulinganisha na na, na na, nyumbani Benjamin Mkapa uh, uh. Japo uh, sisi malengo yetu na makusudio ni kupata matokeo mazuri kwenye kila kiwanja. Tupate matokeo mazuri Benjamin Mkapa kwa sababu ya faida ya mashabiki wetu wanaokuwepo uwanjani, na tupate matokeo mazuri away kwa sababu ya kujikusanyia alama zaidi. Lakini msimu huu uh, tumenufaika zaidi na viwanja vya ugenini. Um, mechi hii ya leo inatuongezea hiyo confidence ya kwamba tuna uwezo wa kupata ushindi ugenini. Kwa hiyo tunakwenda katika mchezo huu eh, tukiwa na hiyo hiyo confidence, tukiwa na tukiwa na hiyo historia, ambayo kuna wakati historia huwa ina umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo tunaibeba historia hiyo in a positive way, tunakwenda kupambana ili tukachukue alama tatu, imeshindikana shindikana sana basi walau alama moja lakini cha msingi hatupaswi kupoteza katika mchezo huu wa leo. Watu wote wasiojua mpira ndio ee, ambao waliona kundi letu ni pesa, lakini sisi ambao tunajua mpira na tuna uzoefu na mpira wa Afrika na timu za Kiafrika tulikuwa tunafahamu ugumu wa kundi letu. Uh, ogopa sana timu hizi za, za ukanda huu mwingine kwa mpira wa sasa wa Afrika. Uh, bado sisi Tanzania tumekariri timu za Kiarabu ni ngumu, lakini uh, katika timu Mdebwedo kwa miaka hivi karibuni ni timu za Kiarabu. Ukipangiwa Warabu hata nani, una uwezo wa kufuzu kwenda hatua anayofuata. Warabu wamelegea vibaya mno. Jana kuna mwarabu mmoja amekula bao nne moja. Mjua nani? Ya Rabi, so ungetegemea. Ameenda kucheza na timu ya kawaida mno Otoho Odoyo ya Kongo. Amepigwa bao nne moja. Usinge tegemea kuona hilo miaka sita mitano iliyopita. Lakini mpira wa Afrika umegeuka hivi sasa. Kichwa chini miguu juu. Yoyote, eh, marabu yote akienda akienda away anataabika kweli kweli. Kwa sisi kwa kuwa na Waswahili wa wawili wa kwenye kundi letu, kwa maana ya Petro pamoja na, na, na Stade Malieni tuliliona ama tuliona ugumu wa kundi letu na tukawaeleza watu tangu mwanzo kwamba tusifurahie kwa sababu tu kuna hawa Waswahili hawa ndio wagumu kweli kweli, kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua jua, na yeye ndo maisha yake, ukitaka uh, umpitishe kwenye mateso ya aina yote, waswahili wameshazoea mateso. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana nao, na bila shaka, na bila shaka tunaona, lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawasawa sawa, na hatimaye tutatimiza malengo na tukawaeleza watu tangu mwanzo kwamba tusifurahie kwa sababu tu kuna hawa Waswahili. Hawa ndio wagumu kweli kweli, kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua jua, na yeye ndo maisha yake. Ukitaka uh, umpitishe kwenye mateso ya aina yote, Waswahili wameshazoea mateso ya. kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana nao, na, na, na bila shaka, na bila shaka tunaona, lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawasawa na hatimaye tutatimiza malengo yetu. Asante sana.